Mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Gastoni Shundo Garubindi ametoa taarifa kwa umma kuhusiana na uamuzi wa Tundu Antipas Lissu. Kwa mujibu wa Gastoni Shundo Garubindi, amefafanua na kueleza kwamba Lissu awasilisha ombi mahakama kuu, kesi ya rasilimali za chama. Mwenyekiti wa CHADEMA Taifa, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu Mwasilisha maombi mahakama kuu ya Tanzania akiomba kuunganishwa kwenye shauri namba na elfu nane mia tatu ishirini na tatu na mwaka elfu mbili na ishirini na tano lilofunguliwa na Said Issa Mohamed dhidi ya bodi ya wadhamini wa chama na katibu mkuu wa chama. Mheshimiwa Lissu anaiomba mahakama iunganishwe kwenye shauri hilo maarufu kama kesi ya Wazanzibari kutokana na kufunguliwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama Zanzibar, ambapo Mheshimiwa Lissu anaomba kuunganishwa kama mdaiwa. Mtakumbuka kwamba kesi hii ndiyo ilisababisha chama kuzuiliwa kufanya shughuli za siasa pamoja na zuio la kutotumia rasilimali za chama, uamuzi uliotolewa na jaji Hamidu Mwanga. Maombi hayo yameshasajiliwa mahakamani na kinachosubiriwa kwa sasa ni wito samas kwa wajibu maombi hayo, ili taratibu za kusikiliza maombi hayo zianze rasmi. Amezungumza hivyo kiongozi na fasi huyo wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA.